Wanawake wale ambao wapo kwenye matibabu ya dawa fulani, fulani lakini muda huo huo wanapitia changamoto za homoni, na uzuri ni kwamba ameshafanya vipimo vizuri na akamwambia changamoto yako kubwa ni wewe kuchinda uzito na homoni zako hazipo sawa. Ukweli ni kwamba kama upo kwenye yale matibabu hakikisha umeyamaliza vizuri yale matibabu, then kaanze matibabu ya homoni, ila usiambatanishe kati ya matibabu ya changamoto fulani ulionayo lakini pia na matibabu ya homoni zako, kwa sababu hii huwa inapelekea changamoto kubwa sana ya kuvuruka kwa homoni, lakini pia vichochezi ya ya au dawa ambazo unatumia kwenda kufanya kazi katika uliano ulio kwa kiwango kidogo sana. Ila, kama utaweza kubadilisha au utaweza kwanza kumaliza matibabu ulio nayo na ukaingia kwenye matibabu ya homoni ni uhakika wa asilimia mia moja kwamba unaenda kufanikiwa. Nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Hapa nazungumza na yule mwanamke ambaye kuna dawa fulani hivi alitumia na ikapelekea kuvurugika kwa homoni zake. Kuna matibabu ambayo yanaenda kurejesha vizuri mfumo wa uzazi, lakini pia kwenda kurudisha vile vichocheze vizuri, vile vile kwenda kuandaa mazingira mazuri, hasa mayai kukomaa na kupevuka, kutokana na dawa ambazo ulizotumia hivi ufanikiwe ubebe ujauzito ndani ya siku thelathini pekee hadi siku tisini kulingana na tatizo lako, huku ukitambua kwamba nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama.